I know kuna mambo mengi sana ambayo sisi zote tunalia juu yake, tunalia juu ya education si ndio? Tunasema ile university model ni mbaya si ndio? Tunasimama tena tunasema, tunasema hii eh, ni sababu iliisha. Sasa hii isha imekuja pia imetupewa matatizo si ndio? Sasa tunaambia serikali because we elected the government si ndio? Tulichaguana, mlichaguana au mkichaguana? <laughs> Mnataka mtendee haki na serikali ambayo mlipea kura. Hiyo ni kweli ama ni urongo? Saa so, hii the government of Uhuru Kenyatta walianzia ile damu ya Viva Dam, si ndio? na hiyo damu ya Viva Dam haijafika fika ile full potential yake ya ukulima ya hapa Mwea kwa sababu hizi kanali hazijaisha. Siasa ilikuwa inafanywa kama watu wa Mwea, tukaambiwa kwamba hiyo damu itamalizwa, si ndio? Now as the people of Mwea we are demanding from the government that it is our right. Wakuja watutengeneze hiyo kanal ndio tuweze kutumia hiyo maji na tutengeneze ukulima ndio tuweze kuwa na chakula mingi ya kupea watu Kenya mzima. <laughs> kuna zile barabara ambayo serikali waliambiliana, si ndio? Fika nusu na fikanusu najizijaisha si ndio? Now I'm sending a message and a strong message from these people of Mwea and Kirinyaga county kwamba serikali waje watumalizie hizo barabara whatever kilometers are remaining.